lakini wewe unasafirisha ee, kahawa yako tani moja mpaka tani thelathini kutoka sehemu yote nchini Tanzania kwenda popote ndani ya mikoa ya Tanzania. Sisi usafiri uh, tunao magari makubwa na madogo karibuni, tunaweza kusafirishia. Lakini vile vile hata wewe ambaye unatengeneza kahawa kuwa kwenye unataka kumfikia mteja popote ndani ya nchi